Tulikutana hapa tarehe 22 mwezi wa sita, kwa sababu kamati yenu mlikuja kuniomba ili wizara yangu iingilie kati juu ya mgogoro wenu na Manispaa ya Kinondoni kutokana na kuondolewa katika eneo mlilolizoea mliloishi kwa zaidi ya miaka 40 Magomeni Kota, na nyumba kuvunjwa na hata baada ya kushinda mahakamani na kufanya mkataba wa makubaliano, mkataba ule ukawa hautekelezwi. Na mliniambia ombi lenu kubwa nyinyi sio kupewa nyumba bure na serikali, ila mnataka ule mkataba na manispaa utekelezwe. Wapangaji, wanunuzi, manispaa walikubali kujenga nyumba pale na nyinyi watawamilikisha kwa namna kama wapangaji, lakini wenye uwezo wa kununua wanunue, lakini wabaki pale walipopazoea, ndio maombi yenu. Ee, sasa nitaka kusema kwamba kwa sababu niliomba uamuzi huu ni utoe baada ya mwezi mmoja, kwa sababu nilikuwa nafanya mashauriano ndani ya serikali. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameagiza yafuatayo kwamba sasa ule mkataba ambao manispaa ya Kinondoni walishindwa kuutekeleza wa kujenga nyumba 644 katika eneo la Magomeni Kota kwa pangisheni nyie na kuwauzia, kuwapa kipaumbele cha kununua kwanza, utekelezwe na serikali, sio Kinondoni tena. Kwa hiyo serikali sasa ndio itafanya jambo hilo. Kwa hiyo tumeagizwa sisi Wizara ya Ardhi tutengeneze utaratibu wa namna ya kujenga nyumba hizo 648 utaratibu ambao utawawezesha nyinyi ku, kupata kipaumbele katika upangaji na mwisho wake ununuzi wa hizo nyumba. Yaani kati yenu wote 644 lazima kila mmoja apate fursa ya kununua nyumba katika eneo lile lile mliloishi miaka yote Magomeni Kota. Kwa hiyo mkataba na Kinondoni sasa umekufa. He, sasa mkataba wenu nyinyi ni kati ya wananchi wa Magomeni na Wizara ya Ardhi kwa niaba ya serikali. Haya ndiyo maagizo ya rais, lakini hajaishia hapo tu. Ameagiza kwamba Wizara ya Ardhi itambue maeneo yote yanayofanana yenye historia. Maeneo haya yalihamishwa, hizi nyumba zilihamishwa, zilikuwa za National Housing zikahamishiwa TAMISEMI mwaka elfu moja mia 990 na mwaka 91 ndio ikatengenezwa gazeti la serikali likaorodhesha nyumba zote elfu tano na mia tano sitini zikahamishwa serikali za mitaa. Kwa hiyo mheshimiwa rais amefanya uamuzi mwingine kwamba nyumba zote hizi ambazo zilihamishwa mwanzo mwaka 90 kuwa za toka National Housing kuja TAMISEMI sasa zirudi serikali kuu. Kwa hiyo nyumba kama za magomeni zote zilizopo katika mikoa ishirini yote Tanzania zimehamishwa sasa zitasimamiwa na serikali kuu ardhi na nyumba zake, na ametoa maagizo mengine mheshimiwa rais kwamba wazee wote wanaoishi katika nyumba ndogo ndogo hizi ambazo zilihamishwa kutoka National Housing zikapelekwa TAMISEMI mwaka 1991 wanaoishi kwenye nyumba hizo wasihamishwe waendelee kukaa humo humo mpaka utaratibu mpya wa serikali wa namna watakavyopangishwa na kumilikishwa maeneo hao utakavyotolewa. Lakini ukiacha uamuzi wa magomeni huu, wa magomeni umeshatolewa, kwamba tutajenga, tutawamilikisheni nyie, mtalipia gharama sawa sawa. Lakini wako wazee wenzenu wengine ambao wamepangishwa nyumba kama hizi katika mikoa ishirini sasa yale maeneo na nyumba zote zile sasa zimehamishwa umiliki wake kutoka serikali za mitaa zile halmashauri za wilaya na nini. Sasa umiliki wa zile nyumba umerudi tena serikali kuu, utasimamiwa na serikali kuu. Lakini wakati uhamisho huo unafanyika, wale wazee wanaoishi katika nyumba hizo ambazo ziko katika mikoa ishirini, Mheshimiwa Rais ameagiza wasihamishwe, waendelee kulipa kodi ile ile wasihamishwe mpaka utaratibu wa jumla sasa wa namna ya kujenga na kuwamilikisha katika maeneo yayo utakapopangwa. Kwa hiyo ni uamuzi wa Magomeni, lakini sasa umeleta neema. Sasa mashauriano ni mimi na nyinyi, sio wizara ya sio manispaa ya Kinondoni tena, na maeneo yote yale, kwa mfano zile ekari 33 ambazo zilikuwepo nyumba zenu zikavunjwa sasa ile ardhi imerudishwa serikali kuu, na kama Kinondoni waliingia na mikataba na mtu yoyote, imefutwa mikataba yote walioingia na mtu yoyote katika ardhi ile ya ekari 33 iliyokuwa na nyumba zilizojengwa za Magomeni zikavunjwa. Mikataba yote walioingia katika ardhi ile imefutwa. Kwa ile ardhi lazima iko tupu, na zile hati zote tumezifuta zilizokuwepo pale. Kimsingi halmashauri ya Kinondoni imetusumbua sana, bila waimara wa imara wa kamati hii, bila waimara wa mwanasheria wetu, bila kujali anapotoka chama pinzani yeye, yeah. Ee, alisema anasimamia sheria. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Taslima. Amesema yeye fani yake ni, ni sheria, siasa imekuja amesimamia kwa madhubuti. Tumehakikisha tumepata mikataba ya kisheria, na hadi leo hii mheshimiwa rais hilo ameliona na alijua manispaa ya Kinondoni walikuwa wanatubabaisha sisi, hatuna mengi kwa kweli tunashukuru sana, tunamshukuru mheshimiwa rais, tunashukuru timu ya wizara hii, kwa sababu hata sosi ya mkataba huu kuupata ni chimbuko la wizara hii, na ndio maana tuliona tukimbilie hapa na kweli kumezaa matunda.